Ya Ilahi, ya Satari, tustiri, ya Latifu, tupe riziki za kheri, waja wako madhaifu, tuishi vyema uzuri, kwa hali ya ukunjufu, kila baana machafu, tuwepulie Allahu. Ya Ilahi, ya Wahabu, vilivyomo vyote vyako, Rabbi, usituadhibu kwani, sisi waja wako, ufanye kila sababu, tuje kwenye njia yako, twakuomba waja wako, tusikiza, Ilahi Ilahi, tuepushie mitihani, ya maradhi mazito, tuepushie

wala hatuna mahali pa kwenda kusikitika, ila kwako kwa Subhana, tunusuru ya Allah, dhiki na ufakiri tuwepulie, manani, madeni kila usiri, tuwepulie dayani, tusitiri tusitiri ya akhera na duniani, mola wetu rahmani, tunusuru ya Allahu, fungamano la moyoni, mola wetu ya wadudu